Zaidi ya bilioni sita inatumika katika mradi huu, na kwa hakika hapa tunaweza kujionea mnara huu ambao unajengwa na taasisi ambayo iko chini ya wizara kwa maana ya TTCL, na TTCL imekuwa ikijenga minara hii katika maeneo ya vijiji kama hivi, na hasa maeneo ambayo hayana mvuto wa kibiashara. Kama serikali ya Dkt. Samia tunatoa kwanza huduma lakini vilevile tutaendelea kujiboresha na sisi tuweze kujiendesha kibiashara kama serikali. Hivyo, nipende tu kusisitiza kwamba watoa huduma wote ikiwepo hawa wenzetu wa TTCL wahakikishe kabla ya mkataba huu kukamilika, kwa maana ya Mei kumi na mbili, wote waweze kuwa wamekamilisha hiyo minara, watoa huduma wote kwa maana ya Vodacom, Yas, Halotel, Airtel pamoja na TTCL watoa huduma wahakikishe minara inakamilika kabla ya tarehe kumi na mbili Mei, na iwe imekamilika na imewashwa, kwamba sasa inatoa huduma, wananchi wanafurahia matunda ya fedha ambayo imetolewa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Hapa tunajionea tuko na Katibu wa Chama cha Mapinduzi ambaye ndiye mwenye ilani waliahidi na sisi kama serikali iliyoundwa na Chama cha Mapinduzi tunatekeleza, na tumesema sisi kama wizara hatuwezi kuwa kikwazo. Ndio maana tumeona tuweze kutembelea miradi hii, na lengo la kutembelea ni kuona tunaleta hamasa. Tunasisitiza kabla ya tarehe kumi na mbili Mei lazima ikamilike. Tulisaini mkataba, ukivunja mkataba, kila mmoja anajua nini kinafuata unapovunja mkataba Vigezo na masharti tutazingatia, kwa sababu kazi zinaendelea. Yule ambaye atakuwa amevunja mkataba na usumbufu umejitokeza, nafikiri yeye mwenyewe anafahamu nini kitamfuata. Tunaweza kujionea mnara huu ambao unajengwa na taasisi ambayo iko chini ya wizara kwa maana ya TTCL, na TTCL imekuwa ikijenga minara hii katika maeneo ya vijiji kama hivi, na hasa maeneo ambayo hayana mvuto wa kibiashara. Kwa sababu wenzetu watoa huduma wengine huwa wapo kibiashara zaidi. Hivyo nipende tu kusisitiza kwamba watoa huduma wote ikiwepo hawa wenzetu wa TTCL, wote waweze kuwa wamekamilisha hiyo minara.